ya mtazamaji wa Clouds TV niko katika wilaya ya Hai e, hapa katika mkoa wa Kilimanjaro. Nimefika katika kata ya Machame Uroki, nimefika katika shule ya Uswa, shule ya msingi Uswa, kutaka kufahamu zaidi nini hasa kinachoendelea katika shule hii. Ninaye ndugu yangu hapa, huyu ni John Mgalula, mwalimu. Habari za siku. Ah, nzuri sana. Unaendeleaje? Ah, naendelea vizuri sana. Uswa primary ni nini hasa mnatunyiwa? Ah, Uswa primary mvua tu, hali ya hewa kama jinsi unavyoona. Ila mimi ni mwalimu John Betram Mgalula kama jinsi ulivyosema mm. mimi ni mwalimu wa special need education, nime specialize kwenye autism kids, watoto wenye ulemavu wa akili mm -hmm. Lakini pamoja na hayo kuna aina mbalimbali mbali za watoto hawa ambao tuko nao hapa shuleni mm -hmm. Kuna hawa watoto ambao ni disable kabisa, they can't move movement zao zinakuwa ni ngumu kabisa. mm -hmm. na hawa watoto wana akili wengine, wanaweza wana uwezo wa kutambua, kujijua wanafanya nini. mm -hmm. ila wamekuja shuleni kwa ajili ya kuongezewa skills na aina mbalimbali za utendaji katika mahitaji yao wao wenyewe. mm huwa -hmm. tuna madarasa yao ambayo hayo madarasa yanaitwa home visiting Home visiting iko ndani ya ratiba. Hmm. Kila Ijumaa huwa tunawatembelea hawa watoto. Mm, elimu ambayo inatolewa kwa uh, watoto hawa ambao wana changamoto umesema autism lakini pia kuna watu ambao wana usikivu hafifu lakini pia na uoni hafifu. Yes. Unawezaje kutoa huduma uh, ya kielimu kwa, kwa, kwa makundi haya ambayo uh, yote utaweka katika darasa moja ya yeah? Uh, naweza tu nikasema kutokana na jinsi ilivyo kwamba tumewapokea na tunao hawa watoto, hatumaanishi mm, kwamba tunaweza tukaweka kwa darasa moja wote wakasoma mm, ila wanakuwepo katika darasa moja ila wanatoa huduma mm, kwa kila mmoja kwa namna ambavyo unapata muda kulingana na muda uliowekwa. Miundombinu ya shule ni rafiki kwa kundi hili? Miundombinu ya shule kwa kweli, nikiangalia mfano, kuna watoto ambao ninao ambao ni autism kids mm, hawa watoto wanashindwa kupata huduma zao za haja kwa kwa, kwa namna fulani fulani mm. hii namna nikimaanisha, wengine unakuta kwa sababu niko committed, nafanya hii kazi kwa kuwa niko committed mm. tunatumia gloves tunatumia pampers kuweza kuwasaidia watoto mm. vyoo vyao havina njia za kupitia mm. vyoo vyao havina zile zile zile zile, zile, zile, zile nikisema environmental status ya vyoo mm. hailingani na mahitaji yao mm. Uh, kuna wengine ambao hawawezi kuchuchumaa wanahitaji kukaa. mm. kuna wengine ambao njia za kupitia lazima wapite na baisikeli mm. Lakini inakuwa pia nayo ngumu mm. Kwa sababu cho hicho hicho ambacho cha inclusive education kinatumiwa na wanafunzi wote, hatuna choo cha special need education hapa mm -hmm. Ninavyofahamu mimi e, watoto au watu wenye changamoto ya, ya kuona e, ufundishaji wao na usomaji wao unahitaji e, E, njia ya, ya nukta nundu e, hapa e, kukoje? Hapa kwa kweli hatuna hatuna kwanza, cha kwanza hatuna mashine ya nukta nundu ambao Tumara ni braille braille machine machine, yeah. machine. Mm. kwa hiyo mara nyingi hawa ambao tunawapata huwa wanaenda tunawa transfer wanaenda kwenye shule ambazo ni husika mfano Mramba Patandi mm. hao tunapowapata tunawabaini tunawafanyia classification assessment na baadaye tuna, tuna, tuna transfer kwa kupitia afisa elimu wetu wa elimu maalum kuwatafutia shule zao ambazo ni staiki na mahitaji yao mm. Ila tunapopata, tunapowapata kwa awal mm, uh, pre, uh, pre, uh, wanasema pre, uh, pre assessment huwa, mm. tunatengenezea mbao mm, na, uh, na tunagonga misumari mm, ili kutengeneza mazingira ya wao kuanza kutambua, uh, una zile herufi zote za Uh, za nukta nundu kwa hawa ambao wana wana uoni hafifu. Kwa maana ya kwamba mnatengeneza zile herufi, mnaumba hizo herufi kwa kutumia misumari. Mnatengeneza misumari, mbao na misumari mm. Kwa hiyo tunamfundisha kwa kutumia misumari mm. mm. Ndio. Huyu ni mwalimu Johni Mgalula, mwalimu maalum anayetoa elimu kwa e, watoto wetu hawa ambao wana changamoto e, ya ulemavu tofauti tofauti katika shule hii ya Uswaa hapa e, wilaya ya Hai.